Nina kusalimu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaitwa Pastor Remmy Kyaruzi na leo nitaka kuzungumza nawe juu ya five levels of prayers, uh, viwango vitano vya maombi. Inawezekana unaweza ukawa unajua kama maombi ni kitu kimoja, lakini kujua au kupata maarifa ni jambo la msingi ili kusudi uweze kuimarika na Mungu. linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo maarifa ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikakutoa mahali ulipo, kikakupeleka hatua nyingine, na mtu ambaye hajui sawa sawa juu ya maombi aa, hataweza kufanikiwa sana. Utaona kama unaomba lakini haupati matokeo. Uh, katika yale ambayo unayaomba, neno la Mungu linatutaka tuwe na ufahamu, kwa sababu ndiyo nguvu yetu. Sasa nataka nikufundishe kwa haraka haraka, kwa dakika chache, juu ya five levels of prayers au viwango vitano vya maombi na namna ya kuvifikia. Lakini cha kwanza, nilitaka sehemu ya kwanza hii ni kufundishe namna ya kuvitambua, kwa sababu ukishavijua ndipo utapiga hatua. Mtume Paulo anaongelea juu ya mtu kuto kukua kiroho na hii inaweza ikasababishwa na mambo kadha wa kadha, lakini kwenye kitabu cha Waibrania ile sura ya tano ule mstari wa kumi na moja na kuendelea, nurambuli nasema: ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza, kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya, man, ya, ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa ajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao, kwa ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Kwa hiyo nmui anatuambia watu hawakui kiroho kwa sababu aa, ni wavivu wa kusikia, ni wavivu wa kujifunza, ni wavivu wa kupokea vitu vipya, na mi lengo langu ni kukusaidia kutoka hapo kwenye hilo eneo la uvivu. Sasa kwenye agano la kale, Hekalu lilikuwa lina hatua kama tatu, aa, ambalo moja lilikuwa ni kusanyiko la watu wote. Alafu ya pili ilikuwa ni kusanyiko ya makuhani wote. Alafu ya tatu ilikuwa ni mahali patakatifu pa watakatifu ambako anaingia kuhani mkuu peke yake. Sasa vilikuwa ni viwango ni viwango vya kumsogelea Mungu. Watu wote walikuwa wanaishia mahali inafuatia makuhani wanaishia mahali inafuatia, uh, kuhani mkuu ambaye anaingia patakatifu pa watakatifu kwenye sanduku la hagano akimsogerea zaidi Mungu. Sasa kwenye maombi ndivyo ambavyo tunaliangalia kwamba inawezekana unaomba, lakini unaomba kwa kiwango cha chini. Mara kadhaa nimewaambia watu kwamba science, kwa mfano tunasema, e spirituality at lower level, kwamba science ni, ni kitu cha kiroho lakini katika kiwango cha chini kinahusika na kugusa, kunusa, kuona, kushika. Sasa mambo ya kiroho Biblia nasema hujulikana kwa walio rohoni, kwa sababu haihusiani na kushika na kunusa na kugusa, inahusiana na kufanya hivyo katika senses za kiroho. Sasa ni kupeleke moja kwa moja kwenye Kiwango cha kwanza cha maombi, kiwango cha kwanza cha maombi zinaitwa petition prayer, au dua, au maombi ya mahitaji. Na watu wengi au Wakristo wengi ambao tuko kwenye kiwango cha chini kabisa tumejifunza namna ya kuomba, tumejifunza namna ya kupeleka mahitaji yetu. Nilikuwa nawaambia watu kwamba mtu anapofika kwenye kuomba anaenda moja kwa moja Baba, tazama mimi sina kodi ya nyumba, mimi mwanao Baba, umeniacha Baba, Baba, chakula nahitaji chakula, nahitaji ada ya watoto. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni maombi ya kiwango cha kwanza cha chini cha mahitaji. Na ukisoma kwenye Mambo ya Nyakati wa pili ile sura ya kwanza mstari wa saba mpaka wa kumi na mbili tunaweza tukaona kwa sehemu namna ambavyo Mfalme Suleiman Mungu alimwambia omba chochote nikupe, na alipoingia kwenye kuomba alielewa kitu cha kuombea, akwenda kwenye mahitaji. Mungu alikuwa amempa nafasi kwamba omba chochote. Bwana asifiwe sana. Sijui kama wewe leo ungekutana na Mungu akakwambia omba chochote? Wengine wangeomba magari, wengine wangeomba pesa, wengine wangeomba kazi, wangeomba material things wangeomba vitu ambavyo vinashikika, lakini uh, Suleiman alijua kuomba na anasema kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya kwanza kwa ule mstari wa saba, anasema usiku ule Mungu akamtokea Suleiman akamwambia, omba utakaro nikupe. Suleiman akamwambia Mungu umemfanyia baba yangu Daudi fadhili kuu, nawe umenimilikisha mimi badala yake. Basi sasa, E Bwana Mungu, limyakinie baba yangu Daudi neno lako, maana umenitawaza niwe mfalme juu ya watu wengi kama mavumbi ya nchi. Basi sasa, nakuomba nipe hekima na maarifa, nijue kutoka na kuingia mbele ya watu hawa, kwa kuwa ni nani awezaye kuwahukumu watu wako hawa walio wengi? Unaona, maombi ya mfalme Suleiman yalijikita kwenye hitaji la Mungu, yalijikita kwenye kile ambacho Mungu anakihitaji. kihitaji nambuli anasema kwenye waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya tano ule mstari wa kumi na nne anasema, lakini tukiomba anasema, na huu ndio ujasiri tulionao kwamba tukiomba sawasawa na mapenzi yake atusikia, na kama atusikia, tunazo zile haja tuziombazo. Anasema hivi na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia, na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Kwamba tunao uhakika kwamba tukiomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, zile haja tunazoziomba tunapata uhakika zaidi kwamba ametusikia, ametujibu. Kwa hiyo Suleiman aliomba sawasawa na haja ya Mungu, aliomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Nitakupa mfano wa mtu mwingine ambaye alikuwa anaomba vibaya. Hana, kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza ukisoma unaona habari za Hana. Hana alikuwa anaenda hekaluni. Biblia inasema kila mwaka wanaenda Shilo kwenda kuomba na yeye hitaji lake ilikuwa ni mtoto. Lakini sababu ambazo alikuwa nazipeleka mbele za Mungu zilikuwa ni sababu ambazo haziendani na mapenzi ya Mungu. Yalikokuwa anafika anamwambia Mungu, nipe mtoto kwa sababu mke mwenzangu Penina ananidhihaki. Watu wananicheka kwa sababu mimi sina mtoto. Ilikuwa ni ni hitaji kweli, lakini with wrong motives. ana, ana, ana, ana, ana, ana maombi yake hayaendi kwenye kusudi la Mungu. Mpendwa wa Mungu, inawezekana kuna vitu ambavyo unaviomba, lakini uliwahi kuweka hoja ukasema, Mungu ukinipa hiki itakuwa hivi. Mungu ukinisaidia hapa itakuwa hivi. Kwa hiyo sio juu ya mahitaji, ni juu ya reason behind ni juu ya sababu ambayo inakusukuma. Je, ni mapenzi ya Mungu kila ambacho unakiomba? Kwa hiyo Suleiman akaomba, akaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, na Mungu akasema kwa sababu umeliomba hili, haya mengine yote nitakupa nyongeza. Nakuwa nawatania watu kwamba kuna mtu mmoja alienda hotelini akakuta wameweka menyu kwenye hoteli, wameweka chakula cha kwanza, labda chapati na maini na Huku, chipsi, uh, pilau biriani, wameweka zile bei, alafu mwisho wakaandika kachumbali bure. Sasa yeye alipofika, akasema mimi naomba sahani ya kachumbali, wakamwambia acha ujinga, sahani ya kachumbali ni nyongeza ikiwa tu utanunua kile chakula ambacho kimewekwa kwenye menyu juu sasa inawezekana kwenye maisha yetu. Biblia anasema kwenye Mathayo ile sura ya 33 anasema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, hayo mengine mtazidishiwa. Kwa kuna vitu ambavyo tutapewa ikiwa tutautafuta kwanza ufalme wa Mungu. Aa, kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 22 mstari wa thelathini Biblia inasema, nami nikamtafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu, alafu anasema sikuona mtu. Kwa hiyo Mungu anamtafuta mtu atakayesimama kwa ajili kwa ajili ya mambo ya msingi pengine kuliko mahitaji ambayo tunayaomba. Sasa uh, kiwango cha pili uh, cha maombi ni maombi ya maombezi. Uh, intercessory prayers ni, ni, ni, ni maombi ambayo mtu anayaomba kwa ajili ya kuombea nchi kwa ajili ya kuombea ndugu, kwa ajili ya kuombea taifa, kwa ajili ya kuombea viongozi, kwa ajili ya kuombea wenye shida, kwa ajili ya kuombea wenye mahitaji mbalimbali. Na kwa hivyo ni kiwango cha pili, baada ya mimi mimi mimi mimi, unaiacha unaenda kuomba habari kubwa zaidi ya mimi mimi mimi. Na maombi haya au kiwango hiki cha pili cha maombi kinasukumwa na upendo, kinasukumwa na mzigo Unajua tunapoongelea habari za akina Danieli kwamba walibeba mzigo ndani yao, akaambiwa. Uh, Nehemia akasema ukuta wa Yerusalemu umebomorewa, akaambiwa habari za wale watu ambao masalia na mateso ambayo walikuwa nayo, alafu akabeba mzigo, akaomba kwa ajili ya taifa lake. Kwa hiyo hiki ni kiwango cha mtu ambaye kidogo amevuka kwenye mambo ya kuombea mahitaji, anaenda kwenye kiwango cha kuombea uh, global needs. Anaweza akaomba juu ya hali ya hewa, anaweza akaombea wakulima, anaweza akaombea uchumi wa nchi, anaweza akaombea kitu chochote ambacho ni above mahitaji yake yeye mwenyewe. Na kiukweli kama ukiwa mwaminifu kuwaombea watu wenye mahitaji wenye shida, kuiombea nchi, kuombea viongozi, kuna vitu ambavyo vidogo vidogo hivi Mungu atavitimiliza kwenye maisha yako hata pasipo wewe kuvihangaikia. Kwenye kitabu cha Hesabu ile sura ya kumi na nne le mstari wa kumi na moja mpaka wa ishirini kuna habari za Musa. Mungu anamwambia nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Anasema Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini, nijapoku, nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao? Nitawapiga kwa tauni na kuwaondolea urithi wao, nami na nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa kisha yenye nguvu kuliko wao. Musa alipata kujibiwa maombi, pengine ningesema na mungu alimtokea akamwambia, Musa, naenda kuangamiza hawa watu wote na nitakuinua wewe uwe taifa kubwa. Lakini Musa, nachompendea hakuwa mtu binafsi, na alimkumbusha mungu juu ya ahadi ambayo aliwaahidi wakati anawatoa wa utumwani Misri, kwamba uliwatoa hawa watu kwa mkono wako na watu watasema wakisikia kwamba uliwatoa kwenda kuwapa ahadi ambayo ili kushinda kuitimiza. Kwa hiyo Musa akarudi kwa Mungu akasema, ni kwa sababu yeye Bwana hakuweza kuwaleta watu hao kuwatia katika nchi aliyowaapia. Kwa hiyo akamwambia Mungu, watu ndivyo watakavyosema. Anasema kwa ajili ya hayo amewaua nyikani, basi sasa, na kusi sana uweza wa Bwana wangu na uweza mkuu, kama ulivyonena uliposema, Bwana ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye atamfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia yoyote, mwenye kuwapatiliza wana maovu ya baba zao katika kizazi cha tatu na cha nne. Na kusi usamehe uovu, uovu wa watu hawa kama ukuu wa rehema yako ulivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Musa akaenda kwenye maombezi akamsii Mungu asiwaangamize wale watu, hata kwamba kwenye mahitaji yake alikuwa na faida, lakini alikuwa amekuwa kiroho, akaomba maombi kwa ajili ya taifa zima, Mungu asiangamize, hata kama yeye alikuwa na faida, lakini akasema hapana, hii ni faida yangu na wewe. Mungu kuna shia yako, hawa watu ukiwaua jangwani, wale watu ambao tulipita katika nchi yao, watu ambao walisikia bahari ya Shamu imepasuka katikati tukapita, watacheka kwamba Mungu alishindwa kutimiza ahadi yake lakini utaona mtu mwingine kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura kumi na nane anaitwa Ibrahim. Ibrahim aliwen, alienda kuomba juu ya Sodoma na Gomora na akamwambia, Mungu akamwambia usiangamize mwenye haki akafa kama mtu asiye haki. Na kuanzia kitabu cha, cha Mwanzo sura kumi na nane kuanzia ule mstari wa ishirini na tatu utakutana na maombi au maombezi ya uh, Abrahamu akimsi Mungu juu ya uh, Sodoma na Gomora kwamba inawezekana katika lile taifa wakawepo watu wenye haki, Mungu mtenda haki asiangamize wale watu wote. Kwa hiyo, utaona hiki ni kiwango cha kinachofuatia cha mtu ambaye amekomaa, kwamba utaacha kuombea ugali, utaacha kuombea ubwabwa, utaacha kuombea pengine kodi ya nyumba, ada, ni vitu vya kawaida. Utaenda kiwango cha maombi na maombezi na watu ambao walikuwa ni waombaji, waliomba juu ya mataifa yao, waliomba juu ya ndugu zao, waliomba zaidi ya mahitaji yao. Hiyo ni level ya pili. Nimesema level ya kwanza ni kuombea mahitaji, level ya pili ni maombezi a, kwa maana ya kuombea watu wengine, kuombea taifa na mambo mengine. Kiwango cha tatu ni maombi ya vita. Pengine walokole wengi, hayo ni mambo ambayo tunayajua. Tunajua kuombea mahitaji na tunakuja kuombea, uh, spiritual warfare, tunaingia kwenye maombi ya vita. Kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya sita ule mstari wa kumi na mbili amesema kushindana kwetu katika damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza. Ili kwa hiyo anatuelekeza kwamba maombi yetu Uh, kushu, uh, amini vita yetu si vita ya damu na nyama. Nianzie kitabu cha Waefeso ile sura ya sita ule mstari wa kumi anasema, hatimaye mzidi kwa hodari katika Bwana katika uweza na nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na Uh, na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo toaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote, kusimama basi mameni hali mkijifunga Kweli, viunoni kuvaa dili ya haki kifuani na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani, zaidi ya yote mkiitoa ngao ya imani. Kwa hiyo hapa ametupa components, ametupa mahitaji ya ili kusudi ushinde. Maombi ya vita sharti uwe umeokoka, unalijua neno, una haki ndani yako na umesimama sawasawa, hii sawa. Ni level ya tatu ya mtu ambaye anataka kujifunza kuomba. Na kiukweli kwenye kitabu cha Luka ile sura ya kumi kwa ule mstari wa kumi na tisa uh, Yesu Kristo alitupa mamlaka. Tumepewa mamlaka, amesema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Na kwa hivyo hii mamlaka iko kwetu, ni haki yetu kukanyaga nyoka, ni haki yetu kukanyaga uh, nge. Amesema kwenye wa, uh, Luka sura ya kumi ule mstari wa kumi na tisa anasema tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo anawatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Kwa hiyo tumepewa mamlaka, mwana wa Mungu, na hayo mamlaka ni haki yetu kuyatumia, ni haki yetu uh, Yesu ametukaimisha madaraka, ametupa nguvu, anasema nimewapa amri ya kukanyaga o tuna uwezo wa kufunga, tuna uwezo wa kufungua, tunaweza kutuma moto, naweza kukachoma, tukaharibu, tukavunja na hayo yote. Na nikwambie kwenye kitabu cha Danieli ile sura ya kumi, neno la Mungu linatuonyesha kwamba Danieli aliomba siku ishirini na moja, na malaika anapokuja kwake anamwambia, ewe Danieli, mtu wa Mungu upendwaye, tangu siku ya kwanza ulipotia nia kuomba, maombi yako yalisikiwa, lakini mkuu wa hanga alinizuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inawezekana kuna mtu ambaye ni mwombaji, yuko kwenye levo ya kuomba mahitaji, lakini hajui maombi ya vita na wakuu wa anga. Wachawi wana mamlaka, wana wakuu wao, wana wakuu wa wilaya, wana wajumbe, wana ni ufalme kamili ambao unajitosheleza. Unaweza ukapelekea usivuke hapo. Uh, shariti uelewe kila ambacho amekisema u uh, umeokoka, o na nguvu ya Mungu ndani yako. Amesema hatimaye ya mzidi kwa udari katika uweza na nguvu zake Mungu, lakini amesema tuwe ni watu wa haki na tuwe ni watu ambao tunaishi maisha matakatifu, ndipo ambapo nguvu ya Mungu ndani yetu. Nafunisha viwango vitano vya maombi. Mesema, kiwango cha kwanza ni maombi ya mahitaji. Kiwango cha pili ni maombezi, uh, kuombea watu na taifa. Uh, kiwango cha tatu ni kufika kwenye kiwango cha maombi ya vita. Kiwango cha nne ni maombi ya kinabii yanaitwa prophetic prayers. uh, maombi ya kinabii ni maombi ambayo yanakupeleka uh, kutamka juu ya, ya, ya, ya mambo ambayo unataka yawepo yatokee. Bwana Yesu asifiwe sana. uh, unataka mambo yatokee kwenye maisha yako, kwa hiyo usisubiri nabii atokee kukutabiria. Wakati mwingine unaposoma neno kama mko sawasawa, unaweza ukatamka ukatabiri juu ya mambo ambayo unatamani yatokee kwenye maisha yako. Kwenye kitabu cha Yeremia sura ya kwanza ule mstari wa kumi na mbili anasema nalitazama neno langu nipate kulitenda. Kwa Mungu analitazama neno lake apate kulitenda. Lakini amesema kwenye Isaya sura ya 55 kwanza ule mstari wa kumi na kumi na moja anasema neno langu halitanirudia bure. Anasema ni kama mvua inyeshavyo ardhi. Kwa Mungu anapoliachilia neno linakuja kukuvusha mahali, linakuja kukusaidia, linakuja kukutendea. Neno la Mungu nataka nikuwahakikishie linasema anatuwazia mema kwenye Yeremia sura ya ishirini na tisa mstari wa kumi na moja anasema mimi ni Mungu ambaye ninawawazia mema. Kwa hiyo ni haki yako kutabiri, na ukisoma habari za Ezekieli, Ezekieli anatabiri juu ya mifupa mikavu anaiambia enyi mifupa mikavu kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 37, 7, kwa zile mstari wa kwanza anasema akachukuliwa katika roho, alafu Mungu akamuonyesha bonde ambalo limejaa mifupa mikavu na akamuuliza je, Ezekieli, mifupa hii yaweza kuwa hai? Kwao kama uko sawasawa kiroho, unaweza ukatabiri juu ya maisha yako, unaweza ukatabiri juu ya familia yako, unaweza ukatabiri juu ya watoto wako. Ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 49 utaona uh, Yakobo akitabiri juu ya watoto wake, na anatamka baraka, lakini ni sehemu ya utabiri. Bwana asifiwe sana. Kwa kama unaombea watoto, wawekee mikono, useme utakuwa injinia, utakuwa mtakuwa, mtafanikiwa, mtakuwa watu wakubwa, mtatikisa ulimwengu. Una, ni maombi ambayo yanaitwa prophetic prayers, kwamba ndani ya yale maombi kuna aina ya unabii, unatabiri mambo yatakayokuwepo. Pengine hakuna kitu kizuri kama wewe kuwa umemlingana Mungu na Mungu akakupa unabii juu ya maisha yako. Uh, aina ya tano au kiwango cha tano cha maombi inaitwa contemplative prayer au maombi ya tafakali. Uh, this is inti uh, highest intimate level ambayo unakuwa una kiwango cha kukaa mahali haupigi au, au kelele auongei, hata ukinyamaza, hata kama umeweka nyimbo za kuabudu, lakini unatafakari uwepo wa Mungu. Na uwepo wa Mungu ni muhimu. Tangu mwanzo Mungu anaomba mwanadamu kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya tatu kwanza, ule mstari wa nane, Mungu linaniambia kwamba anasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua wa kupunga, Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Ulikuwa ni, ni, ni utaratibu wa Mungu kuwaendea hawa watu, alitaka wawe na fellowship pamoja naye, wawepo katika uwepo wake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni maombi ambayo unahitaji kuwa katika uwepo wa Mungu, ni maombi ambayo unahitaji kujiweka katika uwepo wa Mungu, na kuna vitu ambavyo ukiwa kwenye uwepo, when you are in God's presence, kuna vitu ambavyo vitatokea automatically. Mtunga Zaburi katika Zaburi ya 42 uh, kwanza ule mstari wa kwanza anasema, anasema uh, kama ayala ayoniago shauku mito ya maji, ndivyo nafsi yangu inavyokuonea kiu. Kwenye Zaburi ya ishirini na saba ule mstari wa nne anasema neno moja nimetaka kwa Bwana naro ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Kwenye Zaburi ya themanini na nne ule mstari wa kumi Neno la Mungu linasema hivi, hakika siku moja katika nyua zako ni bora kuliko siku elfu Ningependa kuwa bawabu nyumbani mwa Mungu wangu kuliko kukaa katika hema za uovu. Kwa hiyo mtunga zaburi alikuwa anajua umuhimu wa kukaa katika uwepo wa Mungu na kutafakari neno lake, na kutafakari katika huo uwepo. Kwa hiyo, pengine kuna watu wengi ambao ni waombaji, lakini wakati mwingi ni maombi ya kupiga kelele na vunja na pasua shetani na kukanyaga. Kwa hiyo, unahangaika na shetani sana, lakini nataka nikufundishe jambo. Kuna wakati ambao unatakiwa kuachana na shetani, uongee na Mungu, in the, in the presence of God, wewe ongea mambo yako na Mungu wako. Tafuta uwepo wa Mungu. Kuna wakati nakuja, namwambia kuna wakati nakuja kwenye maombi namwambia Mungu, leo sihitaji kitu chochote, just your presence, uwepo wako tu ukiwepo. Unajua, Musa anasema kwenye kitabu cha Kutoka sura 33 kwanza ule mstari wa kumi na nne na wa kumi na tano anajibizana na Mungu. Mungu alikuwa amemwambia, akamwambia mimi sitaenda katikati yenu ila ninyi mtaenda pamoja na malaika nitawapa malaika ambaye atawatangulia. Biblia nasema kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 33 mstari wa kwanza nasema Bwana, Bwana akanena na Musa aya, ondokeni katokeni hapa, wewe na hao watu uliowaleta wakwe kutoka nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo niliposema, nitakipa kizazi chako nchi hii. Nami nitamtuma malaika aende mbele yako nami na nitawafukuza Mkanaani na Mwamori na Muiti na Mperizi na Myebusi na waifikirie nchi imiminikayo maziwa na asali, kwa maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwaangamize ninyi katika njia. Lakini Musa anakataa anamwambia uso wangu, akamwomba aka, aka Mungu. Lakini Mungu anasema ana, anasema uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami na nitakupa raha. Naye akamwambia hivi naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Bwana asifiwe sana. Musa alikuwa na uhakika kwamba watakapoenda Kanaani pamoja na malaika, ni kweli watafika, ni kweli maziwa yatakuwepo, ni kweli asali wanaweza ikawepo, lakini if there is no God in their lives, kama Mungu atembei pamoja nao, Musa akasema ni bora tubaki hapa. Kwa nini? Kwa, kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa na majibu yao. Uwepo wa Mungu ulikuwa na faraja. Uwepo wa Mungu una utoshelevu. Uwepo wa Mungu unakupa kujiamini. Kwa akamwambia ah, kama hauendi nasi. Maana alikuwa anamwambia usipoenda nasi mataifa watajuaje kwamba sisi ni watu wako? Kwa hiyo kwenye maisha yako tafuta presence of God. Tafuta uwepo wa Mungu. Na nawambiaga watu kama kuna wakati ambao unakuwa unaomba, lakini kabisa unagundua kwamba uwepo wa Mungu haupo. Kama vile unapiga kelele. There is no God is presence. Hakuna bubujiko. Unaomba kama una shauti, lakini bubujiko likikufunika likawepo, Roho Mtakatifu akashuka, unaelewa kwamba kuna kitu cha tofauti. Hata maombi yako yatabadilika. Kwa hiyo, nitaka ni nikupitishe kwenye viwango vitano vya kuomba. Nimesema kitu cha kwanza, au level ya kwanza ya maombi ni maombi ya mahitaji, petition prayer, ambako mtu anaomba tu ugali, ubwabwa, nini, nini mshahara, kazi, hiyo lakini unasema kiwango cha pili cha mtu ambaye amekuwa ni maombi ya maombezi, ambako unaombea watu wengine, unaombea ajenda za kitaifa, unaombea ulimwengu, unaweza ukaombea wakulima. Uh, mvua inyeshe. Ukiwa Dar es Salaam, kuna wakati ambao haujui kama unahitaji mvua kwa sababu watu wanahisi hatulimi, lakini kiukweli tunahitaji mvua kwa sababu ikinyesha Iringa, ikanyesha Mbeya, ikanyesha Njombe, ikanyesha Morogoro, maharage yakaja kwa wingi, tunavuna, wanaleta mjini, bei inashuka kutoka elfu tatu kutoka elfu nne inakuwa elfu mbili na kitu, inakuwa maisha ni nafuu. Ukawa uone kama kuna uhitaji wa mvua, lakini kiukweli tunahitaji mvua. Kwa hiyo ni maombezi ambayo tutaombea hata wakulima. Ma level ya tatu ni maombi ya vita, spiritual warfare, ambayo nimesema watu wengi wanaijua na wanaifanya, lakini mimi sitaki kila wakati unaomba maombi ya vita. Kuna wakati unaomba maombi ya uwepo uh, wa Mungu tu, just God is presence. Kwa hiyo ni swala kujua kila mtu anakiombea level. Ya nne ni maombi ya kinabii, prophetic prayers. Tabiri sema, kitakacho kuwepo sema, kila mtu unataka kitokee kwenye maisha yako, kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, uh, na Mungu amesema analiangalia neno lake apate kulitenda na amesema anatuazia mema. Alafu level ya tano ni maombi ya tafakari. Hii ni kama vile ambavyo watu wanafanya meditation, uh, unaweza kukaa mahali, ukafumba macho and then you meditate. Unapunguza kelele, unaondoa simu, unaachana na watu wanaopiga kelele, wanaokusumbua na wengi wanaenda wanapenda kwenda milimani, unaweza ukaenda mlimani, hata usipofika huko ukaomba maombi, ukataja chochote wewe in the presence concentrate na uwepo wa Mungu utakufunika. Mungu akubariki. Naitwa Pastor Remmy Kyaruzi na kualika nyumba ya maono, tuko mahali hapa, mahali ambako Mungu ametupa maono, na karibu waabudu pamoja nasi.